Mtazisoma eh, hapa aya ambazo zinaonyesha ya kwamba Allah tabaraka wa taala, baada ya kuwa alimwamrisha mwanadamu kula kiapo cha mkataba wa kumwabudu yeye bila ya kumshirikisha ay, imishia, na kitu chochote amembainishia, na akamwambia hichi kiapo ulichokula sitokiacha moye nitakuchuja nitakupima, nita ili nione kwamba kweli wewe ni nimsema kweli kwenye hicho kiapo chako. Allah tabaraka wa taala anasema katika aya e, ya tatu surat Alankabut anasema anatoa taarifa kwanza, ameanza kutoa taarifa, yaani kama vile anaeleza kwamba hivi watu wanadhani kuna kadha wakadha anasemaje kuhusu kataba anasema ahasiba nasu anyutoraku anyakulu wa hum la yuftanun hivi wanazani watu kwamba tutachukulia tu eh, maneno yao kwamba tumemwamini ee eh, mwenyezimungu tumeshamwamini na tumemwamini mtume wako. Anasema hivi wanadhani kwamba ndio tutaacha tu kwamba waja wetu wameshasema wameniamini na wamemwamini mtume wangu, kwa hiyo hamna shida, tushamalizana nao? Hapana, anasema hivi wanadhani tutaacha tu hivyo hivyo, wahum la yuftanun, bila ya kuwapa mtihani kwenye hicho kiapo chao? Kisha akasema, akatoa taarifa hii taarifa anatuambia sisi sasa, anasema walaqad fatanna alladhina min qablihim, mbona tumekwisha wafitinisha, bimaana tumewapa mtihani kwenye njio ichokiyapo wale wenzao waliopita kabla yetu kabla yao, mwisho wayote ikawaje? falayaalamanna Allahu alladhina sadakuu, Allah tabaraka wataala akapambanua na kuwaweka wazi wale waliokuwa ni wakweli katika kiapo walichokula. Kisha akasema wala yalamanna lkadhibin. Na Alla tabarak wataala akawatambua warongo wazushi kwenye huu mkataba, mkataba feki, waliokula kiapo feki walichokula wali Alla tabarak wataala akapambanu alikuwa kwa kipi walakodefatanna alladhina min qablihim, tumekwisha waa mtihani wale waliopita kabla yao. Wao ni akina nani? mwisho wayote kwagafala yalamanna llahu ladhina sadaku, Allah tabarak wataala akapambanua, akawaweka wazi kundi na wale waliosema wali kweli kwamba wanamwamini Allah na mtume wake wakawa wazi, na kundi wale waliosema maneno hayo kwa midomo tu wakawa wazi. Allah tabaraka wataala ameanza kwa kutoa taarifa kwamba hivi wanadhani watu, kwa kuwa ameshasema kwamba mimi ni Muislamu, baba yangu alikuwa ni Muislamu, e, shangazi yangu, mjomba wangu alikuwa ni Muislamu, kwa hiyo sisi bwana ni maisha ya Kiislamu. Sasa kusema tu maneno haya kwamba ikawa ndio kibali tosha kwenye imani yao, wawe ni watu wa kuponi moja kwa moja. Allah tabaraka wa taala akasema, hapana, bali tutawapa mtihani. Kisha akatoa taarifa na kutufahamisha kwamba kwa tabia yake ya kutoa mtihani, si kwa wale tu ambao ni watu wa chini hawana wa level ya utume. Amesema siyo hivyo. Anasema walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anaa, tulimpa mtihani Sulaimani mwenyewe ambaye ni mtume wetu amekula kiapo kwamba yeye ametuamini sisi bila kutulishirikisha na kitu chochote lakini hatukusema kwa kuwa huyo ah, ni mtume basi tuachane naye, huyu huyu tayari awe ni mtu wa peponi. Tumechuja imani yake tume- tumempa changamoto kwenye imani yake, lengo ili tuone utunzaji wa kiapo chake, utunzaji wa imani yake namna gani, anaweza akaihendo imani yake mpaka hadi siku ambayo tumeanyiniana kukutana naye Allah. Tabarak wa taala akatoa taarifa hiyo kuhusu Nabiyullahi Sulaiman alaihi salam. Lakini anasema eh, tulifanya hivyo, lakini tulimkuta Sulaiman ni mwenye kujutia kwa Allah tabaraka wa taala, bi maana kutubia na kurejea kwa Allah tabaraka wa taala pale ambapo anaona kwamba mbona hapa nataka kuharibu mkataba wangu, anarekebisha ili mkataba usioze, ili mkataba wa kumwabudu Allah bila ya kumshirikisha na kitu chochote usiharibike. Alikuwa akitubia na kurejea kwa Allah tabaraka wataala. Kisha Allah tabaraka wataala akatueleza kwamba ee, namna gani ambavyo amewamba mtihani watu wote waliopita duniani na makundi ya umma zote zilizopita duniani, yaani kila mtu aliyekanyaga katika dunia hii, ambaye kwa sasa zamu hii ndio tuko mimi na wewe na wengine, kila aliyewahi kuishi kwenye dunia hii, hakuna kitu ambacho kinaitwa mtihani kikawa hakijapita kwake, lazima achundwe ili paonekane ni nani msema kweli katika kiapo, na ni nani ni mwongo kwenye hicho kiapo cha kumwabudu Allah bila kushirikisha na kitu chochote. Allah tabaraka wa taala anatupa taarifa ya watu wa Firaun, anasema wa laqad fatanna qablahum wajaahum rasulun rasul, karimu, tuliwapa mtihani watu wa Firaum ili tuwaone ni akina nani vingang'anizi kwenye uovu na ni akina nani ni vingang'anizi au wakimbilia kheri, tukawapelekea mtume mwema. Kwa hiyo watu ambao wako katika uovu hupelekewa mtihani wakati mwingine wa kheri, ili Allah achuje na kujua ni nani king'ang'anizi kwenye uchawi mathalan, ni nani king'ang'anizi kwenye e, uchafu wa uuzaji wa pombe mathalan, ni nani king'ang'anizi kwenye uchafu wa zina mathalan ni nani king'ang'anizi katika jambo fulani. Ndio maana hupelekewa watu wa waovu mitume, ili Allah ju achuje kati ya wakina nani ni king'ang'anizi katika huo e, msingi wa uovu wanaofanya. Ndio Allah anaeleza kwamba tuliwapa mtihani watu wa Firaun, tukawapelekea mtume e, aliye mwema kabisa. Lengo la kupelekewa mtume kuchujwa, kwa kuwa walikuwa kwenye uovu, ili kujulikana ni nani katika wao ni vingamanizi katika huo uovu. Hapo wakapatikana watu waliomsikiliza Musa alayhi salatu wassalam, wakaitunza imani yao na kiapo hichi tunachosema tuna uwajibu wa kukilinda. Kina hatua mbili, hatua ya kwanza ni hatua iliyotokea e, pale ambapo Allah tabaraka wa taala aliwatoa binadamu wote kabla mwa, ya kuumbwa wakiwa ni kama bakteria hivi katika mwili mgongo wa baba yetu Adam alayhi ssalatu wassalam aliwakusanya wa wanadamu wote, hapo akawauliza swali moja tu, kwamba alastu birabbikum, mimi sio Mungu wenu. Jibu ukisema ndio, imana unamaanisha yeye sio Mungu. Ndio maana jibu linatakiwa lianze na hapana, yani hilo swali unouliza jibu lake linaanza na hapana, bali wewe ni muumba wetu. Kwa hiyo e, Allah tabaraka wa taala kiapo cha kwanza ni wanadamu wote bila ya kubagua, wote waliosema kwamba wewe ni muumba wetu. Hicho ni kiapo na mkataba wa kwanza ambao wanadamu wote wali waliufanya kisha hatua ya pili ya kiapo ni kuja kuthibitishwa hicho kiapo duniani. Kwa wale ambao walizaliwa katika mazingira ya kubadilishwa system ya imani eh, Allah tabaraka wa taala huwapelekea mtume kuja kuwapungusha kuhusu kiapo chao. Ndio maana mtume wengi walikuwa wakiwaambia jamaa zao, inni lakum nadhirun mubi au nadhiri eh, amin. Sasa akiwa watu wakungusha kuhusu kile kiapo cha cha kwanza ja. Sasa Allah Tabaraka wa Taala katika kiapo hichi tumeona katika aya za mwanzo, akiwa anatupa taarifa kwamba nimewapa mtihani watu waliopita kabla yenu, nimempa mtihani Sulaiman. Sasa je, sisi ametuambiaje? Ambayo tupo hai sasa hivi, kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na utakapoendelea hadi kiama kusimama, anasema wala nabenua mnakunu, kwa mujibu wa kiabo mlichochukua kwamba mtaniabudu, ile kunishirikisha na kitu chochote, sitowaacha bure. Wala nabenua mnakunu Nitawapa mtihani, hata nalama almujahidina minkum waswabirina, ili tujue ni nani anapambania kukilinda kiapo chake, ni nani mpigania jihadi wa nafsi yake, kwa sababu hata kama unaenda kupigania jihadi ya, ya kupeleka faida katika jamii bimaana Ukifanya wema huo unaifanyia wema nafsi yako. Kwa hiyo, mtu anapokimbilia kwenda kusaidia yatima mathalan, huo wema aliyoupeleka anaiheshimisha nafsi yake mbele ya Allahu tabaraka wataala. Kwa hiyo Yeah. Wanaopambana kwa ajili ya kutunza imani zao waswabiria, na wanaosubiri. Wanaosubiri nini? Wanaosubiri huu mtihani ambao wamepewa ili kuchujwa kuhusu kiapo chao walichokula cha kumwabudu Allah bila ya kumshirikisha na kitu chochote wa nabluwa akhbarakum, na pia tutazi tutaweka mtihani tutajalia mtihani katika mambo yenu ya kila siku nyumbani, mambo yenu ya kila siku mtaani, habari zenu, habari zenu ambazo tunaulizana kila, kila siku, habari za asubuhi. Allah tabaraka wataala amesema hizo habari tunazoulizana, wa nabluwa akhbarakum. E, zipa mtihani habari zenu, e, na ndio maana tunapoulizana, jana inawezekana mtu alikuwa mzima, leo akiamka anasema leo nimeamka na mafua, au ndugu yangu leo yuko hospitali mdiana, kada kada, koyo, kwa sababu jana alipata kadha wa kadha. Hizo ni habari. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amesema atatupa mtihani, yani ni ahadi aliyetoa katika mkataba baina ya mtu na muumba wake. Sasa kwa kuwa mazingira yako hivi, ndio maana tunasema ni wajibu wa mwanamke, si mwanamke tu imana, yeye kama yeye imana, mwanamke mwanamume, kuilinda na kuitunza imani yake. Kwa nini? Kwa sababu imani ni lazima ipewe mtihani imani yako ambayo umemwahidi Allah kwamba umemwabudu yeye bila kumshirikisha na kitu chochote, Allah tabaraka wataala ameapa ya kwamba ataipa mtihani. Sasa mtihani inatolewa katika mambo gani kwenye hizo hiyo imani? Sehemu ambapo atafanyiwa mtu mtihani, maeneo yatakayoguswa na kumu mtihani ni maeneo gani? hii aya tunaisoma ni surati Muhammad, hii ya juma ni surati Muhammad aya ya thelathini na moja na aya inayozungumzia watu wa Firaun ni surati Dukhan aya ya kumi na moja Sasa Allah tabaraka wa taala katika aya inayofuata ambayo ni surati Baqara aya ya 155 anaeleza sehemu ambapo At, atapeleka hiyo mitihani, atagusa hiyo mitihani, akasema wala naaanagu tutakupeni mtihani, lakini hapa akafanya tafifu kidogo, akasema bishaiin min alkhauf, tutakupeni mtihani, lakini kwa kuwa nyinyi ni mwanadamu, tutakupeni sehemu ya hofu, hatutowapa mtihani wa hofu yote. Ukipewa hofu yote autoki, unakufa kwa sababu hofu yote ikiingia moyoni, huwezi ukaishi. Ndio maana anasema tutakupeni sehemu tu ya uoga, sehemu ya kuhofia maisha yenu, sehemu ya kuhofia mafanikio yenu, sehemu ya kuhofia madhara sio hofu yote, bi shay'in min al-khawf. Lakini pia kwa mwendelezo wa haya ni maana bi shay'in min al-ju', kwa sababu wau ya kuunganisha waljui na sehemu ya njaa. Mtu akisema kwamba eh, nina hali ngumu, ana hali ngumu, sio hali ngumu kamili kwa rehma za Allah tabaraka wataala, namna alivyo katika eh, aya hii amepunguza makali kwa kupitisha huruma yake ndani ya hiyo mitihani ambayo anampa mtu. Ukasema mtu ambaye akisema kwamba mimi na hali ngumu, pamoja na hali ngumu aliyonayo, anaugulika lakini tano ndani ya nyumbani kwake kwa kupata nauli kwenda kumuona mgonjwa, pamoja na kwamba amekopa kulipia gharama za dawa, lakini bado upande mwingine watoto wanakula, wanalala vizuri. Kwa hiyo sehemu iliyopewa mtihani ni sehemu ya hiyo njaa, lakini kama angetoa kote, bimaana mtu ana mgonjwa wa hospitali lakini hana nauli ya kwenda, miguu yenyewe hana, watoto hawaendi shule, si kila kitu yani kimesimama, umeme nyumbani hakuna, yani kila kitu. Maana ingekuwa ni maisha ya kukamatwa kweli kweli na ile shida, mkamato wa hali ya mwisho kabisa. Lakini amesema bishayin minal khaufi wal jui wa naqsin minal amwali na upungufu wa mali wal anfus, na upungufu wa nafsi. Kupungukiwa nafsi, imma kwamba ilikuwepo kwa nafsi kisha ikaondoka, au kupungukiwa nafsi kwa maana mtu anatamani apate nafsi nyingine, lakini bado hajapewa, kwamba watu wameoana, wanatamani wapate ongezeko la nafsi aje mtoto lakini bado hajapata, hili ni jambo linaloumiza kwa mtu. Au mtu alikuwa na mtoto kisha kaondoka, hili ni jambo pia linaloumiza kwa mtu. Ambaye hana mtoto anaumia, na aliyekuwa na mtoto anaumia, na kuna mwingine ana mtoto lakini bahati mbaya mtoto wake hana msaada, anaumia pia. Kwako mwanangu ni kama bahati mbaya, ni kama nimezaa jiwe tu. Mathalan, hufika mtu akasema, kwa sababu si wa huku wala si wa kule eh, msikitini hayupo wala kwenye jamii hayuko, yani ni kama vile nasema kwamba sijapata mtoto. Hufika mahala mtu ana mtoto lakini ha, hajapata ile labda ya kuwa na mtoto kwa hizi zote ni kama vile kupungukiwa na nafsi, hana nafsi ambayo anaitamani awe nayo yeye. Kwa hiyo katika nyanja hizo zote ni sehemu ya kupungukiwa kwa nafsi, wa thamarat na matunda. Lakini Allah tabaraka wa taala akasema, wabashiri swabiri, wabashiri swabiri, wape bishara wenye kusubiri. Sasa kupitia aya hii baada tunizo ya aya tulizozikurudisha zinazotuonyesha ya kwamba mkataba kati yetu na kati ya Allah tabaraka wataala wa kumwabudu yeye bila ya kumshirikisha na kitu chochote, ni mkataba ambao uta utapewa mtihani, ni makubaliano ambayo yatapitiwa yake na ndio maana tukasema mkataba huu ni tofauti na mikataba mingine. Mikataba mingine, mathala mkataba kati ya mke na mume wakikubaliana kuishi pamoja, huwa hawaahidiani kwamba unaniona mimi ntahakikisha yaani kwenye ndoa yako na kukomesha kwelikweli na kutautiana mpaka adi nijio nanipenda kwelikweli au vipi? maneno kama haya mawaya hawaambiani. Kwa nini? Kwa sababu ni mkataba ambao watu wanatamani kusitokee changamoto yoyote, na ndio maana ikitokea changamoto hufika mahala watu wakasema bwana, si tumeshindwana? naona eh, naona ndoa yake ishakuwa mtihani tu, ni shida shida tu. Lakini na pia mtu anaruhusiwa kuachana na mwenzake kwa sababu ya shida iliyotokea. Lakini mkataba huu kati ya mtu na mja wa kati ya Allah Tabaraka wa Taala na muumba wake, ambaye amekuja mtu, kwa misukosuko yoyote itakayotokea, haruhusiwi mtu kumwacha muumba wake kwa namna yoyote itakayokuwa. Haruhusiwi mtu kutengana na muumba wake, si kwa bahati mbaya wala kwa bahati ya karibu. Mikataba mingi, mikataba yawezekana na nchi na nchi, dola na dola, mikataba ya kimataifa hufika mahala ikavurugika, watu wakavunja huo mkataba. Maazimio mbalimbali hufika mahala yakaonekana hayana maana, yakavunjwa. Ndani ya nchi yetu kulikuwa kuna azimio la Arusha, lakini imefika mahala ikaonekana halina maslahi katika jamii, kavunji ni wamani hiyo ni mikataba baina ya wanadamu na wanadamu wenzao, lakini mkataba huu wa kati ya Allah tabaraka wa taala na Mtume, eh, na waja wake kati ya Allah tabaraka wa taala na binadamu wake kati ya Allah tabaraka wa taala na kiumbe wake ni mkataba ambao haruhusiwi yoyote katika sisi kuacha kwa sababu ya misukosuko na kupitia katika hii ardhi Yani hiyo hivyo, na nanigona Mtume salallahu wa alaihi wasalama ameambiwa na Allah tabaraka wataala, kama itafika mahala ukaona kwamba yani uhuo kataba sasa kwangu ushakua, akaambiwa la in ashrakta, ikifika mahala ukaona kwamba shakua mzido mimi, acha nitafute ni labda Mungu mwingine C yeah, niache niachane na huyu Mungu wa kweli, acha nitafute Mungu mwingine kunisapoti, kwa sababu mambo yashanifika shingoni. Anaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lain ashrakta, kama utanishirikisha ukaona mimi muumba wako sasa ya nisifai, ukaona mimi muumba wako sikusaidii kwa sababu tu ya shida unazopitia kwa sababu tu ya majanga unayoishi nani ukaona kwamba eh, mbona kama huyo Mungu eh, ni wa kweli, mbona kwenye majanga haya haja, yani bado hajanitoa, hajanivusha kwa namna unavyofikiria? anaambiwa Mtume eh, eh la in ashrakta, la yahbatanna amalak, kama utanishirikisha nitaporomosha mema niliyokuwa na kulipa huko nyuma wakati haujalishirikisha kwa sababu ulionyesha juhudi, ulifanya ibada, nikawa na kulipa ni ni kuli. Sasa ukinishirikisha ntafuta hayo mema yako, lain ashrakta yatabatanna amal walatakunanna minal khasirin, naelewa kwamba utakuwa miongoni mwa watu wenye kupata msana Hasara gani? Hasara duniani, kwa sababu mwanzo ulitumia juhudi kubwa za kuendelea kuvumilia kuwa katika dini hii tukufu, kuwa katika msimamo ulio mzuri, lakini mwisho na yote ikafika mahala ukaona kwamba kama ni mzigo, changamoto zimekuwa nyingi, unataka kukimbia, utakuwa hasara kwa sababu kipindi hicho chote ambacho ulifanya juhudi sitokitambua, tutakuwa nime nimekifuta. Kisha akaambia akaambiwa, bali illaha fabude wakum min ashakirin, wewe endelea kumwabudu Mungu wako, thibiti katika njia ya kumwabudu Mungu wako na kuwa miongoni mwa wenye kumshukuru Allahu tabaraka wataala. Bali illaha fabude wakum min ashakirin. Sasa kupitia aya Tuna, tunatambua ya kwamba mafungamano kati ya mja na muumba wake, kiapo cha kati ya mja na muumba wake ni kiapo ambacho kinatakiwa kilindwe kwa gharama yoyote ile katika maisha ya uhai wa mtu binafsi binafsi, kwa sababu ni kiapo ambacho hakina niaba wala hakina mbadala ni kiapo halisi na kitakatifu ambacho mtu lazima akilinde.